Omena ni kibuchibwa mtonga wa inyonyi maarufu Mikel. Mbo twakanyamanga sana makelelesho. Ma eto no mwana kifindo Lisborn mwana wa Kalambo. no e, e, tuasimira guno muhumana no gwaba hano kumazina nye isaya nene niri wa mukartie dizwiti e, kuguma nayo ko

Leo hii tarehe ni kumi na moja ni siku ya pili, tarehe kumi na moja ya mwezi wa tatu mwaka wa elfu mbili ishirini na tano pamegawanywa kuku kwa watoto sarasini wanaoishi na ulemavu pa kambi ya Musasa. Kambi ya Musasa ni kambi ya Wakongo iliyoko nchini Burundi, mkoani Ngozi, hapo ni katika uh, tarafa la Kiremba. Kuku hizo zime Zimepanwa na kijana Kifindo Lisborn. Huyu ni kijana aliyewahi kuishi kwa kambi hii miaka iliyopita. Kwa sasa anaishi huko Marekani nchini uh, e, Pennsylvania. Ni huko Marekani, ni state ya Pennsylvania. Kijana huyu kupitia shirika lake kumbuka ulikotoka, amekumbuka watoto wanaoishi na ulemavu wa kambi hii ya Musasa yani, ni watoto 30 kufuatana na uwezo aliokuwa nao, kwa sababu kambi hii kuna walemavu, yani watoto wanaoishi na ulemavu hata na watu wakuu wengi mno. Wazazi wa watoto hao walichukua fursa kwa kumutolea mibaraka, kwa kumtakia mibaraka maisha marefu na vingine vingi maishani mwake kwa msaada huyo waliopokea kutoka kwake kijana huyu Kifindo Lisbon e, wazazi hawa walimwombea mibaraka na wakatoa wito kwa wengine wengi waliotoka hapa eh, kambini Burundi, wakijielekeza huko Ulaya, Marekani na huko Australia, ili waige mfano kama na huu yaani wakikumbuka walikotoka. Kijana Kifindo aliwahi alikomalia hapa kambini, alafu siku zilizopita kabahatika kwenda nchi ya tatu akaenda huko Marekani. Hajamaliza siku mingi tu, lakini kweli ameanza fanya vitu vizuri, ni vya kushukuru hata na kumwombea mibaraka waliochukua fursa, yaani viongozi wa mikoa, viongozi wa mitwalite za watoto waliopewa misaada walimwombea mibaraka na wakatoa wito kwake kuendelea kukumbuka wengine wengi wanaoishi katika maisha magumu, maisha ya eh, kutafutisha tafutisha, kwa sababu ikumbuke kuwa siku za leo eh, mashirika mbalimbali aliyokuwa akihudumia wakimbizi amepunguza vya kutosha misaada hiyo kufuatana na shida ambazo kwa sasa dunia mzima inazipitia, vya vita huku na huku, wakimbizi wameongezeka na misaada ikapunguka. Ndio maana sasa na kiongozi aliyechukua neno yani ni aliyekuwa akiongoza kambi ya Msasa ambaye amefanya kazi hiyo ya kugawa zile kuku kwa wale watoto walemavu, alimshukuru na akamwombea mibaraka, na ni somo zuri kwa wengine wengi walio huko Marekani kwa kuendelea kukumbuka kambi ya Musasa na wengine wengi ambao wanazofika kufuatana na maisha magumu ambayo wanayapitia kwa sasa. Asante. Tusikilize wamoja ambao waliendelea kuzungumza kufuatana na mgawanyiko huu wa kuku hizi. Asante. Omena nikivuchibwa mtonga wa inyonyi maarufu Mikel mbo twakanyamanga sana makelelesho maeto no mwana Kifindo Lisborn mwana wa Kalambo ale mwana walouma hano eto Musasa. aya mesi a avele oo omwatele choa etai eetela ikumbu avana vatole nevo babilema bilema byamiaa iomi mpaka mia iomi netano Mungu am wateleche manga a olele sana obe, mwana kifindo Lisborn na unge mtoose wasakanetwa kambia Musasa abe nantemete obe eh, tuasimira wi engele cha bashika asande amanga eh, guno muhumana no gwaba hano kumazina nyeisaya nene niri wa mukartie 18 eh kuguma na yuko twasimira uyu kiyana witu eh, uyu kiyana witu kifindo Lisborn mugala Kalambo mugala asede kawe kambi ye musasa kubuguma bwagweti eh, byagirira ibirema abamuzata noburemaavu abana bitu abamuzata noburemaavu hano mwino kambi ye musasa twamusimira ayame yuko. hari hariku atayame naho kubirema akengere n'abandi abatayishobuyiri muno mukambi bari bingi abakeniri ubutabazi kongwa e, kumazina nitwahareri mana alexi dushimiye eh, kifindo lisborn ari umunyeshuri hano je ndamuzi n'umwana w'indero kandi ageze muri amerika ntiyibagiwe abantu yasize hano yakereye association kumbuka kwenye uritoka kuri uh, ubwo rero turamushimiye ko yibutsa abantu bagendana n'ubumuga uyu munsi bishimye babonye ko hari umuntu ubazirikana yagize neza ahasigaye turamushimiye kandi azakomeze ndetse abikangurire n'abandi arakoze mahali alipo Mungu ambariki napate kumulinda mpate maisha marefu nasiachie hapa nazidi pia vile vile ukumbuka hata majane na mayatima kuko yenye kupata sufransa hapa mukambi ni wengi asante na washukuru uh na mimi nachukua neno kwa kushukuru mtoto wetu uh, Kifindo Lisborn, ni mtoto wa chef de camp wa zamani uh, Kalambo Rushanyika aliyoko Marekani alikumbuka watoto ambao wanaishi na ulemavu wa hapa kambini Musasa. Kwa niaba ya wakimbizi wa Musasa, tunamshukuru kwa kitendo kizuri kwa kukumbuka watoto walemavu wa hapa Musasa. Ni baadhi ya watu ambao wanahasirika na maisha mabaya ya ukimbizi. Kuona mtoto mchanga, mtoto mdogo ambaye anakumbuka kwenye alikotoka, kwenye alikopoko Maria, ni kitendo kweli cha kushukuru. Tunamuombea mibaraka, Mungu amubariki na aendelee kusonga mbele, kesho wala kesho yake afanye vingine vitu vizuri na bora zaidi kuliko vyenye alifanya leo. Asante sana.